Ya bwana, kama kuna saluni ambazo unazifahamu zinafanya vitu vikubwa zaidi, ni kuambie tu hapa Sinza Kijiweni kuna mpya ambayo eh, imefunguliwa na Mr Pop Fashion, yule daktari ambaye anasifika sana kwenye masuala mazima ya kudesaini mavazi especially zile suti kwa wale ambao eh, wanapenda zile ma yale mavazi ya kiafsa. Kwa hakika watakuwa wanamfahamu. Kama humfahamu, tembelea ya mitandao ya kijamii kunako Instagram. Instagram, andika hilo jina Mr Pop Fashion Design, utakutana na unyama mwingi ambao tayari ameshaufanya na siku mbili pekee zimetimu tangu alipofungua eh, ofisi nyingine M palepale kando tu ya ofisi ya suti kuna ofisi nyingine ya kuzingatia engo, ofisi ya saluni. E, maarusi wote ambao walikuwa wanajiuliza kwamba wapi ambapo watazingatia wateka sawa nywele zao tayari wameshapata solution, wameshapata majibu. Wanatoka hapa kwenye masuala mazima mavazi, wanaingia hapa kwenye sehemu ambapo ndipo nywele zao zinadesainiwa ama wanaweka sawa masuala mazima ya scrub na mambo kama hayo, lakini muda huu e, Nyundo TV tunaweza kuzungumza na moja ya vinyozi wakubwa nchini. Anafahamika kwa jina tajitaja mwenyewe lakini kinyozi ambaye anafahamika kuongoza kunako ofisi hii ya Cutting Doctor, kwa maana kwamba daktari kwa kuzingatia engo. Mzee wangu anakuaje? Uendelee na ah, ndio, ndio. Mama naenda. Ah, shukrani. Kazi wakati tunazungumza. Ama uwezi kufanya vitu viwili? Sawa, tuambie wale ambao hawafahamu kwanza saluni ipo wapi? Saluni inapatikana hapa ni Sinza Kijiweni opposite na kanisa au sheli ya Puma. Ya, Sinza bas ndio inapatikana hapa hivi hapa, ukifika tu mataa tu ya Kijiweni kwa nyuma kidogo yani, kuna bango la Mr. Popo na, ya, na Mr. Sinza. Sinza kuna saluni nyingi, saluni ambazo the way jinsi ambazo zilivyo, watu wanakuwa wanaogopa aina ya vile ambavyo imeiwa kwanzia kwenye mwonekano wa nje mavio na mambo kamayo, natamani nisikie walau kwa uchache kutoka kwako kwa, kipi ambacho unaweza ukaambia wale wateja wasiende huku waje hapa kwa daktari wa kuzingatia. Yes, ni kweli ni kuna kitu flani hivi wateja wengi wanaogopa mazingira ya uh, saluni jinsi ilivyo mm na ilivyobrandiwa ah, nikienda pale to, gharama zao inakuwa ni kubwa sana mm. Lakini ni gharama ni very simple, na ina tunafanya kazi nzuri mm. Kija hapo unapendeza, yani jinsi unavyopendeza na gharama ambayo utakotajiwa mm. um, mwenye huko tu au tutegemea mm. Yes, kwao Watu wasiogope majengo ss mm. Yes, watu wasi... wateja wenu hasa ni kina nani? Sa, si, tunateja watu wengi sana tunateja mm. wengi wengi sana ni wengi ambao tunafanya watu kuanzia tu maarufu watu, watu, watu wa kawaida watu wa kati mm. Yes, kama hususa kwa watu wa celebrity wa wasanii wasanii mm. tushafanya nao kazi sana hususa kama Mbosso mm. bakina dola makabila mm. timu nzima cheka tu <laughs> kwa timu nzima cheka tu ile kwa Yes, wanakuja Mbosso. Umewai kumnyoa Mbosso? mi shawai kumnyoa, namnyoa sana, tunajua na, na vizuri. Mbosso katika watu ambao wapo very smart, wapo vizuri, hana ubabaishaji ni Mbosso. Mm. Yes, yani ukita kwa ukienda kwenye kazi yake basi unaenjoy. Amenyoka ana, ana shida Mbosso, ukimchukulia na dula pia mm. Mbola, dula dula, watu wanavyomfikiria wanavyomuona mm. lakini akikuta kwenye kazi yake ani kanyooka mm. Yes, ni watu ambao anafanya nao kazi. kitu gini, kitu gini ambacho watu wenda wakifahamu kutoka kwa Mboso, wala wewe kinyozi wako unaweza ukaambia bwana Mboso yupo hivi. Wale ambao walikuwa wafikiri kwamba Mboso anaweza kuwa hivyo, sasa ikawa ni nafasi ya wao kujua vile ambavyo yupo. Hujue siku hizi kuna ile tabia moja, mtu anamjaji kutokana na mwonekano wake au jinsi anavyo ajisi alivyo. Mm. Mboso ni mtu fulani, kwanza anaenda na appointment. Mm. sawa Akikwambia njoo mda fulani basi ufike kule mda, akikwambia mimi nifanyie hiki basi mfanyie kile kitu kwa uweledi. Sasa hiyo ndo pogo hiyo, yani anagaza ile kwa na bwana akikwambia bwana, nafanya kazi nitakulipa kiasi kadhaa, basi ndo hicho atakulipa na hakuna no bargain. Akikwambia kiasi kadhaa ndo hicho hicho, mchokubaliana ndo hicho hicho, atakupa labda si imetokea yule anaongeza yeye mwenyewe yani, usimpangie kuongezea yeye mwenyewe ndo anajiongeza, ni kitu versa. So mtu wa fulani wa kubageni bageni anaga hizo vitu bwana, bwana ni samani wala. Tuzungumze hili hapo kwa sauti ndogo kidogo kabisa, wengine wasisikie. Kuna hivi karibuni bwana, watu walikuwa na hisi, ama kuna tetesi fulani zilikuwa zimeibuka mtaani kwamba Mbosso wanatoka na bonge la dada, kwamba sasa hivi Mbosso ndo bonge la dada, ndo shemeji wala. Wewe umemnyoa mara kadhaa uenda Tutugei tu, tu, kuna ukweli huo kwamba Mbosso anawezekana bonge la dada ndio kila kitu kwake? Wengine wanasema kwamba kama Mbosso atakamoe bonge la dada sio ndio tazangaza ndoa. Da, anko hizo story nasisikia kama unaposikia lakini kwa sababu ah anaye kazi yeah. Mimi jinsi ninavyomuona bonge la dada na Mbosso kwa karibu, hamna mahusiano yote ambayo yanaendelea ah. Wale ni kinachoniwa ni kazi tu kama kuna kitu tuficha hivi hapana, nakuambia ukweli kabisa, ni mtu ambaye anafanya kazi, ni mtu ambaye anakutana naye sa muda mwingi sana kazi zake ananiita ku si za. Hakuna kitu kama hicho. Mbosso kwenye Mbosso, Mbosso, Mbosso kunyoanyoa kwake, hajakuja na demu hapa, hapana. Hapana, sije kumuona kuja. Nao sana ni unamvijia siri. Hapana, mimi kwa hiyo siku zote kwenye ukweli, nazungumza ukweli. Yes. Mimi siwezi kuficha kitu, na siwezi kuzungumza kitu ambacho inaona ni uongo kuzungumza. Mbona sije? Kwanza sije hata mahusiano yake mimi sijui. Ah. Labda huenda anaficha kwa watu wake wa karibu ambao anazunguka nao. Kwa hiyo hata bogi la dada ambao Mbosso aje kuja naye hapa, aje? Yani anakuja naye tu kama vile timu yake. Ah. Kwa hiyo hapa bogi la dada ambao Mbosso anakuja naye, anakuja kama timu, kama timu, kama timu. Yes, timu yake ambao anatembea nao. Kuzungumza Bonge la dada, wapo wengi ambao wanakuja na bonge la dada. Cameraman wake wale, producer kwa anakuja na kama team. Kwa ni moja ya familia yake, so hawapo kwenye mahusiano, lakini wewe ukitazama, ukitazama the way Mbosso, vile alivyo mwonekano wake, aina ya maisha ambayo anaishi na the way ambavyo alivyo, bonge la dada, no comment kwenye hilo sitaki kuzungumza, kwa sababu gani? Kitu sopenda, wewe sokana mtu mwingine. Yes, kama ikienda hivyo basi wameendana. Yes, sidhani kama, yeah, wameenda kama ikiwa hivyo basi vizuri, wameendana. Sidhani kama kuna mtu anamnyonya mwenzake. Lakini unaamini Mbosso ameoa? Mbosso hajaoa. Mbosso, Mbosso, yeah. Yeah, mathalani sana ndio kitokea Mbosso akatangaza ndoa kumuoa bonge la dada, wewe utakuwa na furaha kiasi gani? Ama bonge la dada afai yule, nah. Mi yani akitangaza mm. Mi nitaenjoy, yeah. Mi nita fly kwa sababu si maamuzi yake Mbosso moyo bongeladada aa. <laughs> kazi, kazi, kazi e lasa. Sasa si vile, mtu, mtu, mtu na mkeo anapambania ofisi moja. Napambania ofisi ladha ambayo tunaipata kwa bonge la dada hmm. Na kazi anazozifanya na akiwa mke ndivyo vitu vile vitu ambavyo anafanya kama mfanya kazi hivi hmm. Yes. Changamoto gani unazipata hapa wewe sasa e, bingwa wa kunyoa wa kwenye, kwenye hii hizi kazi zako za kunyoa da? Anko, changamoto ni nyingi sana yeah changamoto ni nyingi, nyingi, nyingi. Kwa sababu gani? Maybe anakuja ya mteja saa mm, jinsi anavyokuelekeza umnyoe, mm. na kichwa chake unaona ni ndio vitu viwili tofauti mm. anakuja na picha. Mm. picha ile ile anakuonyesha mm, na, na kichwa chake haviendani, mm. Unajaribu kumbadilisha, umeona hiki kitu anachotaka kufanya wewe mwenyewe mm, na ni vitu tofauti, emfanye hiki au niachie mimi kwa kichwa tuone mm. yes. Mtu anakwambia yes. Atake anataka mnywe hivi akingania sabdi tuishi naye vile anapotaka yeye. E. Lakini ua na mbega kweli mm. Anambia brother unamchagua hii style lakini yeah. I, I kufai. I wish mm. ungenywa style fulani mm. Mara nyingi sana washo, wateja wengi sana wanachukua ushauri, anasema okifaini, hebu hebu hebu ni design. Na kweli wanadesign, anakubali mm. ah ha kweli, hapa takua, naomba sasa takua, takua uishi mm. hivi hivi yeah. Vinyozi huo mnapakaga kiwi? Mnawapakaga kiwi wateja kichwani hapo? Anaiso kiwi ah. ile ni black, wanaita kokoto. Watoto wa mjini wanaita kokoto Okay. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ile ni black yani, afu ile ukibonyeza hivi kitu kimekuwa kama lami hivi, inakuaje ile? Sasa ile ile ile, ujue watu wanashinda kutafuta kitu, kuna black kama black kama kokoto. Kuna upakaji, yes, kuna ufundi, yani sio kila mtu anaweza kupaka black mm. yeah. na hiyo huduma ya kupaka black hapa mnatoa hiyo yani? Hapa tupo full package, yani ukija hapa umechaka, unatoka mpya ah. kama vile una renewal. Mtu akija kimechakaa, narudisha kilomita nyuma. Yeah. Yaani, unakuja umechakaa hapa. Yeah. Unakuwa namba E, si namba D tena. Yes, na kuna sometimes wale mnavuka mnamnyoa alafu kuna mtu anakuwa ametia makokoto mengi alafu, kama kuna rangi nyeupe na tia hivi chaki, alafu haifuti. Sometimes unatembea barabarani, mtu anakuwa kama vile amecholwa mbele. Inakuwaaje wewe? Asa ile ile ile inakuwa, na ajua, kila mtu ana kile anachokipenda eh. mm. Yes, mwingine mteja anakuambia, ah, chaki bwana, hii ndio unyama hiyo, usifute bwana. Asa wengine wanakosea ile chaki, wanakuwa wanaiacha na inaonekana sana, alafu mm. itakina vinyozi wengi, na kwa hivyo ile chaki zake nini, Mnyosho Yeah. Ah, mimi ndo mnanyoshea ukisikia minyosho ndo hiyo sasa. E. Eh. Na wewe unaonyoaga watu afu unaacha michaki hivi. Hapana, mimi mteja wangu mimi hata nimeshaambia hii, hapana, usieke. Si git, naitoa vizuri na nataka oh, mkono muonekano mzuri tu hiyo usieke acha. Yeah. Mm. Sasa tuambie sasa watu ambao labda wanatazama hii video, kwanza hawajui ofisi ipo wapi hapa. Yeah, mimi nitakuwa washauri wateja mm. ili ni chimbo jipya. Mm. Sasa ni cutting doctor, ni mabingwa wa nywele ko sisi hatuja, yani hatuja hatuja kufanya fanya tu hivi, tumekuja kipengine sana. Mimi sitaki kuzungumza mambo mengi, waje wajione. Nimekuja kwenye ushindani, kuna watu wananyoa mzee, baba, yani kwenye hilo nalijua. Sasa hivi kwenye kunyoa kumeingiliwa, eh, kumeingiliwa kunyoa, ah, kumeingiliwa kuna watu wa wanyoi wamevamia kazi za watu hapo si kuna kuna, kuna kunyoa mm. Na kushevu mm. Kunyoa na kushevu ya, kuna kunyoa na kushevu eh? Kunyoa ni ile mtu unanyoa, kawaida, tu, kushevu, mm. Na ile mtu unaingia kwenye air cutting unanyoa tu kawaida tu azingatii kushevu, unazingatia je, rula imeonekana mnyoshi mm. Umeonekana mm. Kokoto limekaa mahala pake mm. Shave mm. Si mabingwa wa kushevu mm. yes. Sasa mtu anakuja hapa au anataka aje hapa, tumwambie hapa kuna huduma hii hii hii na hii ili ikiwa anakuja ajue anakuja kukutana na huduma gani hasa. So sisi tuna huduma zote kuanzia kushevu, kuweka brici, kuweka rangi, sijui kupedikiwa, kusumasaji, yani huduma zote unazozijua ambazo zinahusiana na saluni ya kiume, ambao una face yako naonekana ipo very smart, upo safi mm. Basi napatikana na hapa hivi mm. Kwao mimi nawakaribisha sana wateja wetu, wakiingia hapa hawatojutia. Jina lako mzee wangu? mm. Yes. Mimi kwa jina naitwa Chef. Chef. Yeah. E, sio Ali maarufu <tutu> au J Classic. Mi nashukuru sana sawa. Bwana ni anaitwa Jeff au J kinyozi bingwa kabisa kwenye ofisi mpya ya Mr. Pop eh, mzee wa fashion and design. Pembeni hapa kuna goli jipya la saluni, ni cutting Dokta kama sio madaktari wa kuzingatia engo mengi, tumezungumza kubwa zaidi kuhusiana na huduma ambazo wao wanazitoa. Mimi nikwambie tu eh, nenda kwenye akaunti yao ya Instagram, kuna akaunti mpya kabisa. Jaribu kutazama vile ambavyo kazi zao wameposti na huduma ambazo wanazitoa. Ukipendezewa, na mimi naamini utapendezewa tu, kwa sababu kwa hapa Sinza sidhani kama kuna watu wananyoa kama hawa jamaa. Ukija kujaribu siku moja, naamini hautowacha kuja siku zingine.